Kristo, karibu katika channel yetu ya I am Catholic Tanzania. Siku ya leo katika kutafakari pamoja Dominika hii ya kupaa gwana yenye mengi mazuri ambayo mimi na wewe tunapaswa kujifunza na kuelewa hasa katika kuiweka na kuinua vyema imani yetu katika mtazamo sahihi wa kumfuata Mungu wetu mwema. Karibu. Yesu alipokuwa akiwabariki alitwaliwa juu mbinguni, Luka 24:51. Dominika ya leo tunaadhimisha tukio kuu la kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni, tukio linalokuja siku 40 baada ya Pasaka, kama tunavyosoma katika Matendo ya Mitume moja, moja, hadi kumi na moja. Hii ni siku ya shangwe na matumaini makubwa kwa Wakristo wote, kwani inaonesha utimilifu wa kazi ya wokovu aliyokuja kuifanya duniani. Yesu, baada ya mateso, kifo na ufufuko wake, anapaa kwenda kwa Baba, sio kama kuondoka na kutuacha yatima, bali kwenda kutuandalia makao Yohane kumi na nne mbili hadi tatu. Kupaa kwake ni hatua ya utukufu, ambapo anaketi mkono wa kuume wa Baba, akiwa mpatanishi wetu wa milele. moja. Kupaa kwa Yesu ni kutukuzwa kwa mwili wa kibinadamu. Kupaa kwa Yesu siyo tu kiashiria cha utukufu wake kama Mwana wa Mungu, bali pia ni kiashiria cha heshima ya hali ya kibinadamu. Mwili wa kibinadamu umechukuliwa hadi kwenye utukufu wa mbinguni. Hii ni habari njema kwa sisi sote, kwamba maisha ya mwanadamu yana thamani mbele za Mungu, na kwamba tumekusudiwa mbinguni. Mbili. Tumetumwa kuwa mashahidi katika Matendo moja nane, Yesu anawaambia mitume wake Mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kupaa kwa Yesu ni mwanzo wa utume wetu. Sasa jukumu la kuendeleza kazi yake ya upendo, haki na wokovu ni letu. Tunaitwa kuwa mashahidi wa matumaini, hata katikati ya changamoto za dunia. Tatu, tumaini la kurudi kwake. Malaika waliowaambia mitume, Yesu huyu aliyetwaliwa kwenu kwenda mbinguni atakuja vivyo hivyo, ni ahadi ya parousia, kurudi kwake tena kwa utukufu. Tunapoishi maisha yetu ya kila siku, tunahimizwa kuwa waaminifu, tukingojea kwa matumaini kurudi kwa Bwana wetu. Hitimisho. Dominika hii inatufundisha kwamba maisha yetu hapa duniani ni safari ya kwenda kwa Baba. Kupaa kwa Yesu ni mfano na ahadi ya mwisho mwema kwa wacha Mungu. Tunaitwa kuishi kama watu wa mbinguni huku tukitenda mema duniani. Tuombee neema ya kumtumikia Bwana kwa moyo wa shukrani, tukiongozwa na Roho Mtakatifu hadi siku tutakapoungana naye katika utukufu wa milele. Usiache kusubscribe channel yetu ya I AM CATHOLIC TANZANIA, kulike na kuweka ujumbe wako. Unangetamani kujifunza nini au kupata msaada gani? Tafadhali tuandikie hapa chini kwenye comment, na Mungu akubariki sana. Amen.